Sasa mimi nawapongezeni kwa sababu tumefanya jitihada ya kurejesha ile hali kama ilivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo AWF ukweli imefanya kazi moja nzuri. Mlikuwa mnatwambia e, wakati tunapokutana kama walivyosema, lakini unapokaa kwenye meza unapoambiwa unaweza kuwa vitu vingine uweze ukavielewa vizuri, lakini hii ya kuja sasa ukajionea, unaelewa vitu vizuri zaidi maana yake mradi wa AWF au P F. F. F. utakapofikia kikomo, sababu haiwezi kuwa kila siku akashughulika na mambo haya haya, watakwenda na mambo mengine, tutaachiwa hii hali, na tukapoachiwa kuna uwezekano tukarejea vile vile kule kule tulikotoka. Sasa wazo langu, ushauri wangu ndio usema jana na hapa na usisitiza, ili kuwa na sustainability, ya kwanza ni lazima tuwe na zile bylaw sheria ndogo ndogo enyewe mnaita. Lakini sheria zenyewe ndogo ndogo ziwe shirikishi, na ziwe shirikishi katika ile mantiki niliyoisema mimi, sio kukaa mezani pamoja mkazitengeneza, alafu kasema ah, tumezitengeneza pamoja hizo ah -ah katika implementation, na pengine katika mdao wa kile kitu ambacho kinachopatikana huko ndo kwenye ushiriki. Hiyo itafanya kwamba walinzi wa haya maeneo wawe watu wote au jamii yote inayozunguka hili hili eneo, sababu kunawezekana baada ya uongozi unabadilika, utapokuja lakini sheria hazibadiliki mpaka zibadilishwe wakiondoka waliokuwepo, watapokuja wengine, watakuambia hapa pahala pangwa <coughs> na hapa, mimi lazima nichepuze maji, si nifanye nini? Lakini tukiwa na sheria ndogo ndogo, ukweli, ambazo nishirikishi katika concept ile niloisema ile. haya maeneo yataendelea kubaki salama. Mtu <coughs> anaweza akajiuliza huu ni mfuko wa kuhifadhi wanyamapori Afrika, na hapa tunazungumzia kuhusu skimu ya umwagiliaji ambayo inahusiana na mpunga, kuna uhusiano gani kati ya wanyama pori na shughuli za kilimo hasa umwagiliaji wa mpunga, sababu maji yalikuwa yafiki tena kule. Kwa kazi yetu sisi hapa ni kuwa kuhakikisha kwamba resources ambazo ni shared kama maji, maji yanatumiwa na wanadamu, lakini yanatumiwa na mifugo, natumiwa na wanyamapori hapa katikati. watu waweze kutumia hizi resources kwa namna ambayo wanajali na matumizi mengine. Kwa kwa sasa hivi baada ya mradi kutekelezwa sasa, wananchi wanaweza kufanya shughuli za kilimo kama ulivyosikia hapa, mapato yameongezeka, hata yale maboda ya mpunga sasa yamepanda kutoka themanini mpaka laki mbili na nusu, lakini mwisho wa siku kule ndani hifadhi nao sasa, maji yakishamaza kumwagilia hapa na kila kitu, yanatoka katika hali ya usafi, yaenda ndani ya hifadhi na wanyama nao wanapata mashilao yao. Lakini mwisho wa siku, haya maji yanaenda kujiunga kwenye mto Kilombero, Kilo Kilo, lakini Kilo Kilo kwa Kilombero, yanaenda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hili jambo linaweza kuonekana kuwa ni dogo, lakini impact yake ni kubwa kwa taifa zima, kwa sababu umeme huu unategemea na watu ambao wa hawajui hata Kilombero iko wapi. Hiyo kazi nyingi sana tunazofanya katika wilaya hii. Kwanza tunapenda kuishukuru halmashauri na wafadhili waliotufadhili. Kweli mradi ulikuwa ni mgumu, lakini mpaka tumetoboa. Tumetumia nguvu nyingi sana pamoja na wafadhili wetu, na tunaona matokeo yanayotokea ni makubwa. Wakulima wameongeza kipato na wanaendelea kufurahia. Hatukuishia tu utunzaji wa mazingira, tuliwapa na miti ya mkakati yaweze kujipatia fedha kama michikichi, mikarafuu, juzi hapa tumewapa na michenja kwa hiyo tunaendelea kupambana na mazingira katika ule urejeshaji wa mto Ikwambi ulingana na maagizo yako na kupata msaada wa watu wa AWF kupitia wenzetu wa KCD tuliweza kuona ku, tukarejesha huu mto kabla ya, ya, ya hiki tunachokiona hapa. Tunapoona ilikuwa ni, ni, ni, wazi tu yani mtu alishapotea kabisa. Kwa hiyo tukapata huu mradi tukaweza kurejesha huu mto, unavyoona huu msitu sasa hivi ule wote ni mto na tayari magugu tumepanda, unaona magugu yamepandwa kupitia wewe utufuata ule msaada wa wa AWF pamoja na KCD watekelezaji. Kwa uh, haya ni huu haya ni magugu ambayo yamepandwa unayoona hapa, na ni mto tayari kwa sasa umekaa vizuri, na tunapozungumza sasa hizi kupitia ule mradi wa umwagiliaji kwa mwaka huu wamevuna msimu mzima, ni kitu ambacho kiukweli kilikuwa hakipo. Maji hayajakatika kwenye ile skimu ya umwagiliaji pale Sisu, maji hayajakatika.